Unagawa watu. Kazi ya uongozi ni kujenga watu wawe kitu kimoja. Kazi ya uongozi haiwezi kuwa ni kutenga u... kuwa wana umoja wawe mbali mbali, si kazi ya uongozi, lakini na hasa mahala ambapo bado hamjakomaa, bado mumo katika jitihada za kujenga. Wakianza viongozi wa namna hiyo na tukawakubalia, tutagawanyika. Mambo haya ya kuchochea chuki yakianza, na tukayapa nafasi, hayana simile, hayana. Mtashangaa jinsi mnavyo mnavyoanza kuchinjana, mkashangaa. Na ikifika kiasi hicho, hakuna mtu wa kukema, hakuna atakayetokea kusema acheni. Sasa inapotokea vipindi kama hivi vya uchaguzi, watu wanatafuta kura.